Unajua kwamba watu wengi hatumwabudu Mungu kwa sababu ni muumba mbingu na nchi. Tunamwabudu Mungu kwa sababu tumehubiriwa siku ya mwisho kuna moto, kwamba tukiwa wazambi tutachomwa. lakini tukimtumikia Mungu tutaenda peponi ambapo kuna asali na maziwa, tukimlaki Mwenyezi Mungu na kumtumikia na kuna laa ya milele, na usipomtumikia Mungu kuna moto wa milele Bacho kwa upande wangu naona kama sio sahihi. Ingekuwa wahubiri wakatuhubiria kwamba tunatakiwa tuwe watu wa upendo na haki, tuwe na matendo ya huruma, matendo ya upendo, ndio mahubiri yenye msingi wa kuleta haki na amani duniani Mwana maubili yale yangetufanya tuenjoi pepo tukiwa duniani. Simaanishi kwamba Mungu hayupo siumla, lakini watu wengi tunamwabudu Mungu kwa kumwogopa, yaani kwa kuogopa moto, kwamba ameweka kwa moto mwishoni, usipo mtumikia utenda motoni. Hiyo ndio sababu watu wengi wanamwabudu Mungu. Mbona? mm-hmm. Na kama waubili wangejitosa kuubili amani, haki, upendo, huruma hii dunia ingekuwa ni nzuri sana, ikuwa ni nzuri sana je, yeah. Kuta picha unauhakika gani kwamba siku ya mwisho kutokakuwa na moto sasa? Hii ndo kinachokuja kutokea kwa watu wanaotumia logic. Ukiwa unatumia logic kwenye maswala ya dini, huwa iko hivi, tunaja kugundua kwa kwamba huyo, utajiuliza maswali, huyo ni mungu gani ambaye anajua mambo yaliyopita na yajayo? Kumbe ananijua mimi kuanzia kuumbwa kwangu hadi kufa kwangu, na ananijua mimi nitakuwa ni mdhambi na ataenda kunichoma lakini stili ananiumba again, kwa anachezea game. Watu wanasema kwamba Mungu amekuachia utashi uamue uwe mzambi au mtumikie. Kwa nini umtetee Mungu? Yaani unakuwa e mwanadamu yupo duniani unamtetea Mungu? No, lakini nachijua Mungu hayuko hivyo kama aliweza kuumba kuniumba mimi, anijua mimi nitakuwa mwizi, nitakuwa mzinzi, nitakuwa muaji, nitakuwa muongo, sitomtumikia, sitoheshimu wazazi, dhambi zote hizo anazijua kwamba mimi nitazifanya. Afu kwa nini mwishoni aumbe moto? Mungu yupo na ni Mungu wa upendo na huruma, anasamehe mwana Nataka ni kuachia assignment moja, ushafatilia kwa nini wakatoliki wanaombea marehemu? Kwa nini wakatoliki wanaombea marehemu alafu walokole hawaombei marehemu? Kwa sababu walokole wengi wanaamini ukifa kuna moto. Sijui umenielewa. Yaani, ukisha kufa unaenda motoni moja kwa moja kama ni mzambi. Kama wewe ulikuwa umeokoka utaenda peponi moja kwa moja. Fikiria zaidi kwa mtu ambaye ana elimu au upate elimu dunia, wanasema elimu dunia kuna concept moja inaitwa mabesi. Elimu ni kufuatilia. Kuna dini moja inaitwa Spiritism. Jaribuni kufuatilia, jaribuni kufuatilia na dini zingine, utaelewa Mungu ni nani. Sio huyu ambaye unamwogopa, sio huyo Mungu ambaye anatetewa na wanadamu duniani. Yani, Mungu sisi ndio tukoto kwa kumtetea. Mungu atetewi, Mungu anajiweza kila kitu, haijalishi huyo upa upande wake au sio upande wake.